Wote tutakumbuka kwamba Mheshimiwa rais wakati anapita wakati wa kampeni alipewa maelezo na waheshimiwa wabunge wa jimbo la Same Mashariki na Same Magharibi kuhusu tatizo la ajali zinazotokea kwenye wilaya Same za barabarani lakini pamoja na zile za nyumba kuungua moto. Mheshimiwa rais alisema kwamba serikali imeshafanya manunuzi ya magari haya na ndani ya siku mia moja gari hili litakuwa limeshakuja wilaya ya Same. Kwa hiyo leo, tangu ahadi ya mheshimiwa rais na maelezo aliyoyatoa, haijafika hata siku ishirini na kitu, gari limekuja, kwamba tumepata magari sita katika kipindi hiki na tunaendelea kupata magari haya kwa ajili ya jeshi letu la zimamoto na uokoaji. Kwa hiyo leo napokea gari hili kwa niaba ya magari mengine yatakayokuja, na gari hili linakwenda wilaya ya Same. Wito wangu ni kwenda kulitunza gari hili, na gari hili sio gari la zamani, ni gari jipya na la kisasa. Kwa hiyo mnatakiwa Mwende mkalitunze kule Same ili fanya kazi miaka mingi ijayo.